Mfuatiliaji wa soka Tanzania, moja kati ya kitu ambacho kina trendi sana au kimechukua nafasi kubwa sana ni mzozo ambao unaendelea ndani ya klabu ya Simba. Kuna wengine unaona kabisa wameshajiita timu mo, kuna wengine wanajiita timu mangungu. Yani kuna tofauti, kuna ambao wanamsupport mwekezaji, kuna ambao wanamsupport uh, mwenyekiti uh, wa klabu. Sasa kulingana na hiki tumeona tupate ABC uh, nini ambacho kinaendelea. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Maregesi Nyamaka. Mizozo ya viongozi na viongozi, wanachama na viongozi kwa hizi klabu mbili kubwa Tanzania, Simba na Yanga, sio kitu kigeni sana. Miaka na miaka tumeiona ikitokea hiyo, na mara nyingi huwa haileti ustawi mzuri sana kwa taasisi zao. Kwa nini nazungumza hiki? Siku za karibuni tumeona ndani ya Simba, klabu ya Simba kumekuwa na mvutano uh, migogoro hapa na pale, mzozo na kama malumbano kwa namna moja au nyingine. Na malumbano haya yamefikia sehemu sasa yanahusisha pande mbili kama sio tatu. Awali ilikuwa kama vuguvugu vugu hivi, lakini kwa hatua iliyofikia imekuwa wazi sasa, hakuna tena kificho. Nalizungumza hii kwa kila ambacho kimetokea Februari tano, alhamis nasema ni katikati ya wiki hii, wanachama kundi la baadhi ya wanachama kuitisha mkutano wa habari na kumshambulia vilivyo mwekezaji wao Mohamed Deu Jimo, wengine wakienda mbali zaidi, na wanadai amekuwa hana mchango amekuwa ni mtu ambaye uh, ni wa kususa. Kuna vitu vingi vimeongelewa ambavyo sio tena vya kuvirudia hapa, vitakuwa tena na msingi kwa klabu, lakini kwa yale maneno hayakuwa ya, ya ni mazuri sana kwa taasisi kama ya, ya Simba. Lakini wanachama wanachamao kundi la wanachamao, baada ya kumaliza kuzungumza walichokuwa natarajiwa kizungumza kwenye moja ya ukumbi hapa jijini Dar es Salaam, kwa kumshambulia mwekezaji Mohamed Deuji Mo ambaye ndio mwenye hisa asilimia 49% tangu 2017 mpaka sasa, na hili linakuja baada ya timu yao kusuasua kwa miaka minne sasa. Kila mtu anakuwa la kwake. Sasa unaangalia baada ya hao wanachama hiki kundi wanamaliza baada masaa kadhaa, anakuja mwenyekiti wa klabu Murtaza Mangungu, bahati mbaya, kwenye maongezi yake na yeye, kuna vitu anazungumza, uwasilishaji wake hauko mzuri na kama kama kuna kitu nyuma ya pazia, kama anafunika funika, ni kama anashambulia baadhi ya viongozi wa wastaafu ambao walikuwepo madarakani, kutokana kile ambacho alikuwa anakosolewa. Baadaye nitakuja kuelezea alichokisema kwa mafumbo, lakini kuna vitu aliongea na yeye sio vya kujenga, naona kama anazidi kubomoa. Masaa machache baadaye linaibuka tena kundi la wanachama ambao linaonyesha kabisa wao wanamwamini mwekezaji wa mwekezaji Mohamed Dewji Mo na wanawashutumu lile kundi la kwanza ambao lilikuwa nadai mwekezaji ana chochote, na ikiwezekana wapishe aje mwekezaji mwingine au endelee utaratibu wa zamani wa uendeshaji wa klabu. Sasa maana yake automatically hapo unapata kuna kundi lina msapoti mwekezaji, kuna kundi lina msapoti mwenyekiti. Sasa maana yake klabu inakuwa na vipande, imemegeka vipande vipande. Sasa hii ndio tunakisema ni mzozo ambao auleti mstawi uh, mzuri kwa, kwa, kwa, kwa, kwa taasisi kwenye ukuaji wake. Kwa tathmini ndogo tu, unaona ni taasisi ambayo inayumbishwa kwa vitu vichache. Kuna vitu ambavyo viongozi wangeweka mapema sawasawa, ili sawa singetokea, kwa sababu zilianza tu zilianza vuguvugu vuguvugu vugu ndani kwa ndani, na sasa uh, limekuja hadharani. Mwenyekiti huyu anasema wa sasa anasema hizi ni wakati za wa kwenda kuchaguliwa, ndio vinakuja vitu kama hivi ambavyo havina logic yoyote. Na moja kati ya kitu ambacho mimi kilikuwa kinaniweka njia ya panda ni ule uwasilishaji wa mwenyekiti uh, anadai ambaye yuko tayari atafanya naye kazi, au atakuwa mwanachama, lakini kwa yule ambaye yuko tayari, yeye akae pembeni, maana yake kiongozi wa hivyo, badala ya kuunganisha unazidi uh, kumeguka, lakini uh, unarejea kwa wanachama ambao msugu wanao, huyu anaongea hili, anaongea hili. Kinachoenda kutokea hapo ni nini? Klabu inaweza kwenda kuendelea kudorora, ule ule ule uhimili wao au ule uodari uh, uh, wao kwenye michuano ya ligi ya mabingwa au michuano ya kafu wanaweza kuondoka. Ni timu ambayo ilikuwa imefanya vizuri sana kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika mara kadhaa kuingia robo fainali. Sasa hivi uenda yaliyopo ni ampelekea timu inacheza mpaka mechi nne ina pointi moja na nafasi yao ya kufuzu huioni kabisa kabisa. Kabisa. Kwa hiyo kama hawata liweka vizuri wakakuwa kitu kimoja, naweza ikawadondosha kabisa na wakarudi nyuma hatua saba tofauti na ambavyo uh, ilikuwa awali na moja kati ya kitu ambacho kimepelekea hao viongozi wawili naweza kuwataja mwenyekiti Murtaza Mangungu, ni kama alichukizwa na kile ambacho kilizungumzwa na mwenyekiti wa zamani na katibu wa zamani wa klabu hiyo ya , nazungumzia Mwina Sefu Kaduguda, ambaye alidai mwenyekiti ni, ni kama amekuwa dhaifu. Kwa hivyo, vitu vilivyotokea itakuwa arudi awaambie watu. Jamani sio desturi ya Simba tumeteleza moja mbili tatu na sio kuja na majibu mepesi. Kitu ambacho kinaonekana kumchukiza uh, mwenyekiti wa wa sasa Murtaza Mangungu. Hii inaturudisha sasa miaka ya nyuma. Watu wanapiga hatua, kama unakumbuka kipindi fulani hapo awali nilisema ni mzozo. Unakumbuka wakati fulani uh, uh, Ismail Aden Rage walikuwa na vurumai kubwa kwenye mkutano mkuu na ikapelekea kuwaita uh, wanachama kama sio kitu, sio neno zuri la kulirudia, lakini mambumbumbu, maana yake ileta taswira ambayo sio. Unakumbuka hata Eva Savemba si miongoni wa, wa ukumbi, kitu kileta taaruki, mambo yakawa magumu. Kwa hiyo sehemu ya mizozo ni kama ina, inajirudia. Sa nadhani kama viongozi wao na, na sikio uh, la kusikia kung'amua vitu na namna ya uwasilishaji kusipo kuvunja haya makundi mawili kwa namna ambavyo uh, Simba itazidi kuporomoka zaidi. Nawezekana tu sio kutolewa kwenye hatua za awali kutolewa kwenye makundi ligi ya mabingwa bara Afrika, nawezekana hata kwa mara nyingine, msimu wa tano wakakosa makombe, na ile neno nguvu moja kama taasisi lisionekane likifanya kazi na ni sawa, ni kazi bure. Sa kila mtu akiwa na la kwake, kila mtu ana kiongozi wake na vitu ambavyo vinaendelea, kuna baadhi ya mashabiki au wanachama wakiwasikiliza, manake ni kama wanarimontiwa. Kuna mtu anarimonti kutoka humu ndani ya uongozi, sio hii. Inajiita timu mo, hii inajiita timu mangungu. Uvutano usipotibiwa au kupatiwa mwarubaini, mwisho wa siku watarudi hatua nyingi sana nyuma, tofauti na ambavyo ilikuwa ni aminika, timu ambayo imechonga barabara kwa wengine kupita kwenye ushiriki wa michuano ya kimataifa hususan ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Tunazungumzia timu ambayo imetoka kucheza fainali ya kombe la shirikisho msimu uliopita, lakini sasa hivi mambo yamekuwa yamedorora, yaani udhaifu umekuwa ni mwingi. Kwa nini? Hakuna coordination, coordination kati ya wanachama kuwafanya kuwa kitu kimoja, kutoka matawini, uongozi wenyewe kule ndani. Ukifanya research ya kutosha, sio kitu kimoja. Kwa namna moja nyingine, wasipo litatua hili, watashuka hatua nyingi sana.